Gatuzi la Isiolo laungana na taifa kuadhimisha miaka 62 tangu Kenya kujipatia uhuru wa kujitawala. Gatuzi la Isiolo limeungana na taifa kuadhimisha miaka 62 tangu Kenya kujipatia uhuru wa kujitawala kwenye sherehe za sikukuu ya Madaraka. Sherehe hizo hapa gatuzini zimefanyika katika wadi ya Oldonyiro na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wakiongozwa na kamishna wa gatuzi hili la Isiolo Geoffrey Omoding na gavana Abdi Ibrahim Hassan. Akiwahutubia wakazi wa wadi hiyo, gavana wa gatuzi hili Abdi Ibrahim Hassan amesema kwa muda wa miaka miwili ambayo amekuwa madarakani serikali yake imetekeleza zaidi ya miradi kumi katika kila wadi ikiwemo miradi ya visima 68 huku visima 32 vikiendelea kuwanufaisha wakazi in line with my manifesto and as outline in our 2023-2027 CIDP my administration prioritizes the provision of clean safe and sustainable water and sanitation service for the resident of Isiolo

out Vilevile, kiongozi wa kaunti amesema ujenzi wa kitengo cha macho katika hospitali ya Garba Tulla kumefanyika upasuaji zaidi ya 200 ya katarakti. At, hayo ya kijiri, Mumina Bonaya ambaye ni mwakilishi wa kina mama Isiolo ametaja maendeleo ambayo imewafikia wakazi wa Isiolo katika sekta ya elimu ambapo amesema wanafunzi wengi wamejiunga na vyuo vikuu kupitia juhudi za washikadau mbalimbali wa elimu, kuunganisha umeme katika wadi ya Oldonyiro ukarabati wa barabara pamoja na kuunganishwa kwa mtandao wa simu katika wadi hiyo. Wakati tuliingia hii kaunti kama viongozi wenu, tulipata masomo yetu ikiwa chini kabisa. Watoto wetu wale tulikuwa tunapeleka university walikuwa wachache sana. Mimi nikiwa CEC education tulikuwa tunapeleka less than 50 students to university. Right now as I stand here Last, uh, last year 2023, sorry, 2024 tulipeleka over 600 students from this county to the university. Mambo ingine ni mambo ya power connection, vile mnajua kwa muda mrefu sana Oldonyiro tulikuwa tunaimbiwa tu mambo ya connection ya stima, mnaimbiwa mnaimbiwa mpaka sisi tulifanya campaign na hiyo tukasema tunawaletea stima na tukaingia kwa ofisi immediately. Tuliingia kwa ofisi tulishikana na gavana na mheshimiwa Samal, tukaenda ofisi ya REREC tukapata, kulikuwa na changamoto hapo Oldonyiro, stima iko imefika bila inatakikana. Tukafanya hiyo uh, request, team ikatumwa hapa kuangalia where the problem was. Team ikaangalia vizuri wakarudi Nairobi na report hiyo report ndio ilitumika ku unlock stima ya Oldonyiro ambayo ilikuwa imestall for many years na ikakuwa tool of campaign by politicians. Tulieka stop to that. But the good thing we saw somebody else launching it which is okay. Kazi tulifa? Kazi tulifanya. Na tukuachia tu Oldonyiro hapo. We went ahead to engage Rerek Last week, two weeks ago, team ya Rere kimekuja hapa, site handover ya Kipsing, connection yake imeanza. Contractor is now on the ground. Very soon, pia Kipsing itakuwa connected. Ni maendeleo ama si maendeleo? Aya, mambo ingine. Mambo ya network connection. Tuliingia na tukasukumana nayo. Longopito is connected. True or false? As we are speaking here, tendering ya rumate imeisha. So mtapata mkikuja kujengewa booster kama hiyo ya Longopito very soon. Mambo ingine ni barabara ya Isiolo Kipsing. Nafikiri kazi imeanza. Juzi wakati nilitembea hapa kuja kufanya empowerment ya wamama, I talked about that road na nikawaambia kantarazi imepeanwa na itakuja kufanywa. Na hiyo naye imeanza. Mumina amewahimiza wazazi katika wadi hiyo kuwapeleka watoto wao wa kike shuleni kwa manufaa yao ya siku za usoni badala ya kuwaoza mapema. Nawashukuru sana wazazi kwa kushikilia mambo ya masomo vile inatakikana na nawahimiza watu wa Oldonyiro. Nawahimiza hivi, pelekeni wasichana shule. Mnanisikia vizuri? Musiwa, musipeleke vijana na mwache wasichana nyumbani, pelekeni watoto wote shule, mtakuja kufaidika baadaye. Na mambo ya kupoza wasichana waolewe mapema pia ikome hiyo. Ndio ile mambo naomba katika education sector. Wakati huo huo, spika wa bunge la kaunti ya Isiolo Mohammed Roba amewahimiza viongozi ambao wamechaguliwa na waliokuwa madarakani kuonyesha ukomavu wa kisiasa kwa manufaa ya wakazi wa Isiolo na kutangaza kuwa mwezi wa Septemba bunge mashinani itatua Oldonyiro ili wakazi waeleze maendeleo wanayotaka wafanyiwe na serikali ya Gatuzi. Ningependa kuongea juu ya kitu inaitwa political maturity, and I think hiyo political maturity imeonyeshwa hapa na former governor shemeji yangu Godana Adi Doyo. Kama kuna kitu inaitwa political maturity, I think unaione hapa, kwa sababu huyu gavana ni rafiki yangu. Huyu gavana ni rafiki yangu. Mimi nilikuwa kwa camp ya shemeji yangu Doyo last election, lakini wakati huyu alijitokeza, nikatoroka nikaanza kupiga vita na sisi tukashinda. Baada ya sisi kushinda, Gavana Guyo akuwaachilia ule alishinda alimwita, wakaanza kufanya kazi naye. Hiyo si ni political maturity? Si hivyo ndo tunataka watu wa Isiolo? Si ndio? Na sisi kama bunge ya Isiolo tumeanza kuhamasisha wananchi kwa kuanza kitu inaitwa bunge mashinani last year tulikuwa mahali inaitwa Sericho, tukaenda tukakaa na wananchi wa Sericho, tukawasikiza wakatueleza ile shida wako nazo hizo shida, tukaeleza executive kwa sababu hawa ndo wako na pesa, na tukasema hiyo kazi iendelee. Na sasa bunge la mashinani ya pili tunawatangazia God willing, Septemba tutaamisha bunge kutoka Isiolo tutaleta hapa Oldonyiro, ndio tuweze kukaa na watu wa Oldonyiro, tuongee na hawa, tuje wako na shida gani, ndio tuamurishe gavana afanyie watu kazi ile inatakikana. Naye aliyekuwa gavana wa kwanza Godana Doyo amesisitiza kwamba jukumu kuu la wanasiasa ni kujenga eneo analotoka wala si kubomoa. Sisi tulikuwa wanasiasa pale, na wanasiasa kazi yao ni kujenga kaunti yao, ni msingi na ni haki ya kila kiongozi ya kuweza kusaidia kaunti yake. Umechaguliwa kwa sababu umepewa kazi ya kuweza kuunga mkono viongozi wengine, muendeshe kaunti yenu. If you want to build this county of Isiolo, do your best. Kama uko na ujuzi, ingia kila mahali, ingia kila ofisi na utafutie, kwa sababu mimi najua mapato ya Isiolo we were the second last from the time devolution ilianza. wa mwisho ni Lamu, inafuata na Isiolo. Hatuna rasilimali ya kutosha, mapato yetu ni kidogo. Kama uko na ujuzi na kama una roho ya kusaidia kaunti yako, my advice to you be positive Ingia kila mahali kama unajua kusaidia kaunti yako. Don't destroy, don't deconstruct your county. It is shameful for any leader. Shameful. Kilele cha sherehe hiyo ya madaraka ilikuwa ni hotuba ya kamishna wa gatuzi la Isiolo, Geoffrey Omoding ambaye amewapa onyo wezi wa mifugo kuachana na uhulka hiyo la sivyo watakabiliwa vikali kisheria. Wati wa Oldonyiro muko na bati kwa sababu eh, subcounty itakuja hiyo. Mimi sitaki kuongea, mtakuwa na subcounty ya Oldonyiro Oldonyiro. Mambo ya mabarabara zetu itaangaliwa kwa sababu focus yote itakuwa hapa. Yale mambo mengine ameongea, sitaki kurudia, nataka tu kusema mambo ya wizi ya mifugo, mambo ya wizi wa mifugo. Kuna majangili wachache wanatoka hapa hapa Oldonyiro hapa, Kipsing, hizo areas wanatoka. Tuko na jirani hapa upande ya Mgogodo Forest, wakora wako hapa, wakora wako Lesos Hill, Sekuvale, Lekurki Hills, Dawalash lemarisho na makori na kwa upande ya hapa kwetu pia isio hapa eh, boda wetu hapa nikisi. Wakora hawa mimi nataka kuwaambia ya kwamba siku zao ziko karibu kuisha, muwache hayo mambo ambayo mnafanya, wache uwizi na tutashughulikia nyinyi kama wananchi hawatashughulikia nyinyi kwa sababu ya uwizi ya mifugo. Nikiripotia Runinga ya Waso, langu jina ni Hussein Morangiriguyo. Runinga ya Waso, ya kujuza na kukuburudisha.